Kama kama ukiona pahala watu wanachelewesha wana mambo yako, wewe niambie, kama tunawasiliana tu. Mimi nitashuka na huyo mtu hapa hapa Tanzania, nitashtaki kokote, kwa sababu pia tunafahamiana Azam. Nisamei kwa sababu sijaongea kibalozi. Mabalozi tuna tunaongea kwa utaratibu ehe, lakini haya mambo sio ya kuongea kibalozi, ni mambo ya kuongea kwa uhalisia. Afrika maskini kikianza kwa mzungu tu mpo jamani, wazungu wanasema Development Partners. Na hii ni kwa nini tunatakiwa kuamka. Hii nchi sio mali ya mtu, ni nchi ya, ya Watanzania wote. Amka, karibu katika tafakuri ambayo tunaweza kuifanya sisi sote kwa pamoja, hasa kwa kutoa maoni letu kama Watanzania kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka elfu moja mia tisa sabini na saba. Yapo mengi yanayoendelea katika nchi yetu, lakini kwa muda huu tutazame suala moja ambalo linamhusu Askofu wa kanisa la Ufufuo na Uzima Josephat Gwajima ambaye anazipitia nyayo ngumu ambazo wamewahi kuzipitia watu wengine ambapo aa, lakini mpaka sasa baadhi yao wako hai na baadhi yao wapo ndani ya serikali na ndani ya chama cha mapinduzi akiwemo Emmanuel John Chimbi. Leo nataka tuzungumze jambo moja kuhusiana na hili ambalo amewahi kulitamka Askofu Gwajima kuhusiana na ugonjwa wa malaria. Askofu Gwajima hivi karibuni amenukuliwa akizungumza maneno fulani hivi akiwalaumu baadhi ya viongozi kwamba huenda wakawa na mikono yao kutokutaka kutaka kutokomeza ugonjwa wa malaria hapa nchini Tanzania, na katika hilo aliomba mtu yote anayebisha ajitokeze. Maneno haya baadhi wanatafsiri kwamba ni magumu sana, yaani hajazoeleka kwa wananchi wa kawaida ama viongozi wa chama cha mapinduzi akimwemo yeye, kwa sababu yeye ni mbunge wa jimbo la Kawe jijini Dar es Salaam lakini pia ni kiongozi wa halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi Taifa, NEC ambapo uongozi wake huo utaisha mwaka 2027 na, na baadhi wanatafsiri kwamba huenda haya mambo yasipopata watu wenye hekima, labda Josephat Gwajima anaweza akaunganishwa ama akapewa ama akakabiliwa na kesi ya kuhaini kwa baadhi ya watu ni kesi ambayo ni mpya kusikika katika masikio ya baadhi ya Watanzania, hasa umri wakati wa vijana walikuwa wanasikia tu, uh, kwamba kuna kesi ya namna hiyo, lakini hawajawahi kushuhudia. Lakini hivi karibuni wameshuhudia kesi hiyo ikiendeshwa katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu, jijini Dar es Salaam, ikimhusu kiongozi wa chama cha upinzani Tundu Antipas Lissu ambaye anakabiliwa na mashtaka hayo ya uhaini. Josephat Gwajima kwa sasa baadhi ya watu wanahoji yuko wapi? Lakini wakili msomi Kibatala amenukuliwa katika gazeti moja wapo la Tanzania akisema Josephat Gwajima, askofu wa kanisa la Ufufuo na Uzima, ambaye pia ni mbunge wa jimbo la Kawe, mneki wa Chama cha Mapinduzi kwamba yupo salama mpaka sasa. Tuelekee katika mada yake hii ambayo hivi karibuni ameisema kwamba kipo kiwanda kilijengwa huko katika uh, maeneo ya Kibaha ambacho kinazalisha kemikali za kutokomeza ugonjwa wa malaria ama za kuua mbu, ambapo ilitakiwa kila halmashauri hapa nchini zinunue dawa hiyo na kuweka katika madimbwi na kuweka katika maeneo ya mazalia ya mbu ili kutokomeza ugonjwa huo ni kama baadhi ya viongozi hawataki, kwa sababu wazungu wanauza dawa za malaria katika nchi yetu. Lakini twende mbali zaidi, licha ya jambo hilo la dawa, vipo vyandarua vinavyogawiwa. Ukivitazama vyandarua hivyo, kimsingi sina uhakika kama hata viongozi wanajifunika ama wanatumia vyandarua hivyo au neti hizo ambazo zinagawiwa bure. Neti hizo zina matundu makubwa, na ikumbukwe kwamba mbu ana sindano ndogo katika mdomo wake wa kumfikia ama kufikia mwili wa binadamu akiwa amelala, lakini vyandarua hivyo vina matundu makubwa. Lakini ziko kama propaganda hivi, wanasema kwamba vya ndarua hivyo mbu akifika kwenye jicho cha ndarua mbu anakufa, kitu ambacho sio kweli. Ni waombe wataalamu katika wizara ya afya wafanye utafiti huru, na katika wale watafiti wawepo watu wa kusema ukweli, wawepo watu wa kusema ukweli vyandarua vinavyogawiwa bule vina matundu makubwa na mbu wana uwezo mkubwa wa kuchukua damu ya mtu ama kumng'ata mtu na kumwambukiza hiyo madhara. Ikitupendeza kwenye mamlaka, basi kiwanda hicho ambacho kilijengwa huko ama kipo katika huko eneo la Kibaha mkoa wa Pwani, basi kemikali hizo isisitizwe zipelewe katika halmashauri zetu zote kwa ajili ya kuua mbu na kutokomeza malaria. Lakini Gwajima akaenda mbali kwa kusema dawa hiyo inazalishwa Tanzania, dawa hiyo inauzwa zaidi katika nje ya nchi yetu ya Tanzania kwa ajili ya kutokomeza malaria katika nchi za wenzetu, lakini Tanzania kumekuwa na kigugumizi kuitumia dawa hiyo. Kwa nini? Je, mambo haya yatamuacha salama? Dr. Josephat Gwajima, naomba tumsikilize kwa uchache. wakati wa rais wetu na akija kama mlisho Kikwete mwanzoni kabisa wa Cuba wana teknolojia ya kuua mbu wote, sasa rais Kikwete mwanzoni akawaomba waje wajenge kiwanda hapa wamejenga kiwanda kiko hapa, kiko Bagamoyo hapa, wilaya ya Bagamoyo hii, njia ya kwenda Chalinze hapa katikati. Kikubwa, wanasayansi hawa wanazalisha chemical eh, eh, ambayo unapoichukua chemical hiyo unakwenda kuimwaga mahala popote kwenye maji, haina madhara. Hiyo chemical ni chakula cha mbu, mbu wanapenda kula, wakiona tu ni kama ambavyo unamwona e, sisimizi anawahi asali. Mbu wanaenda pale, wakila wanakufa wanaisha wote. Nchi zingine zote duniani zimetumia maarifa hayo kuondoa kabisa malaria, kuwaua mbu wote. Kiwanda kiko hapa, sio kwamba ni cha jana kinaingia sasa hivi. Miaka kama 15 kipo hapa. Yaani ukikitumia hicho mbu anaisha wote na hakuna malaria kabisa. Sasa mzungu atapata, atakosa soko la kuuza dawa za malaria, atauzaje malaria hai? Kwa sababu namba moja ugonjwa unaoua watu wengi Tanzania wa kwanza ni malaria, na mzungu ndiye analeta dawa. Mkiondoa malaria, auze wapi? Mimi nikiwa mbunge, tumetembea kwenye kiwanda hapo kama ingekuwa ingeambiwa tu kila halmashauri kila halmashauri zote halmashauri 183, mnunue dawa kila halmashauri mwage kwenye eneo lake, mbu kwa heri, hakuna malaria. Mzungu hawezi kuruhusu, hawezi kuruhusu na hawezi kuruhusu. Kivipi? Anatumia viongozi wetu hawa hawa. Hawezi, anatumia viongozi wetu hawa hawa, anaebisha, niambie hapa, ni mumbue, anatumia hawa hawa kwa nini uwe na kiwanda, kama halmashauri ikajitutumua kila halmashauri 183, tukaweka mbu wakaisha, hakuna malaria. Kila namba one duniani ni malaria. Ndiyo maana mi wakati wa corona niligoma mambo ya chanjo. Malaria ambayo inaua kuliko corona, mnatuambia nini? Baada ya kumsikiliza Dr. Josephat Gwajima, maneno haya yamerejewa tena na balozi wa Cuba bwana Anfre Polepole akieleza masikitiko yake kwamba kuna baadhi pia naye anasema amegundua wapo baadhi ya watu wanakwamisha jitihada za kutokomeza ugonjwa wa malaria katika nchi yetu ya Tanzania. Na yawezekana hawa wanaozuia kutokomeza ugonjwa huu wa malaria ndiyo wanaoitwa wazalendo. Tunajifunza nini? Tunaelekea wapi? Nini watanzania wakione haya? Si maneno yangu, labda kumliisha Polepole. Tafadhali naomba naye tumsikilize kidogo, kisha tumalizie. Yako magonjwa hapa yanaua watu wetu, dawa hakuna, Cuba zipo sasa mimi nitaendaje kuomba hapo? Hii tuliomba hamjafanya, sijui kama mnanielewa. Orodha ninayo, nikifika tu naanza, naomba hii naomba na hii, tutanunua kwa bei nafuu. Ikifika hapa, mnapata Watanzania maisha yao yanaokolewa, yana wanaishi. Iko dawa moja dozi moja milioni sita. Nani atapata milioni sita? nani lakini Cuba ipo deicee, lakini kuna majamaa hapa wanazuia malaria isiende, alafu nikose mimi uhalali wa kuomba mambo mazuri zaidi. Ah, hiyo haiwezekani. Baada ya kusema hayo, niwashukuru zaidi, niwatie moyo NDC, mkurugenzi mwendeshaji na timu yako, hiki kiwanda ni mtoto wenu, simamieni na mimi, kwa sababu kiwanda kiko ndani ya ushirikiano wa Tanzania na Cuba. Nitakuwa nafuatilia taarifa kujua matokeo ni yepi. Bajeti inayokuja lazima ireflect kuwekeza vya kutosha kwenye kununua dawa hii na kuokoa maisha ya watanzania dhidi ya malaria. Chapeni kazi. Hapa huyo ndiye balozi wa Tanzania nchini Cuba, Humphrey Polepole na wengi naamini mnamfahamu kwa sababu amewahi kushika nafasi mbalimbali mbali za serikali katika nchi yetu ya Tanzania ikianzia kwenye nafasi ya ukuu wa wilaya, pamoja na ndani ya Chama cha Mapinduzi kuwa msemaji wa chama hicho ngazi ya taifa, na sasa na kuwa mbunge, lakini na sasa ni balozi wa nchi ya Tanzania nchini Cuba. Anayesema hayo, tunajifunza nini? Swali langu kwako mtazamaji, je, Neti ama vyandarua vinavyogawiwa bure tukiambiwa kwamba vinazuia mbu wanaoambukiza wa malaria katika nchi yetu. Je, ni kweli matundu ya vyandarua hivyo mbu hawapitishi sindano zake? na je, ni kweli mbu wakitua katika vyandarua hivyo vinavyogawiwa bure na kuuzwa, mbu wanakufa? Jibu nalo mtazamaji, karibu kwa maoni yako.